Kuna kitu ambacho watu wengi hawakijui. Ipo siri kubwa sana nyuma ya uwepo wa mijusi majumbani. Wengi huwa wanadhani kwamba ni viumbe wa kawaida vinavyotambaa tu ukutani au nyuma ya pazia, lakini kiuhalisia, mijusi si ya kawaida kama unavyofikiria. Kila mjusi unayemwona anakaa ndani ya nyumba huwa anabeba nishati fulani ya kipekee ni nishati inayotoka kwenye ulimwengu wa siri au tunasema spiritual realm. Sasa kama unadhani kwamba hizi ni hadithi tu za kutunga au hadithi tu za kutisha watu, ni vyema ukafahamu kwamba universe huwa haifanyi kitu bila maana. Kila kiumbe, kila tukio na kila harakati ndogo inayoendelea hapa duniani huwa ina ujumbe fulani, na ninaomba utambue kwamba hii video unayoitazama haijaja kwako kwa bahati mbaya. Kuna kitu fulani universe inataka ujifunze na uanze kutilia maanani vitu vinavyokuzunguka. Kwa hiyo naomba unisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuna kitu utajifunza, hautojutia kamwe. Huwa ipo hivi, kila nyumba unayoiona huwa ina frequency yake ya nishati. Kuna nyumba zenye mwanga wa kiroho, yaani nishati safi, tulivu na yenye baraka na pia zipo nyumba ambazo zina giza yaani zina nishati yenye giza. Hizi nyumba huwa zina negative energy, zimetawaliwa na huzuni, wivu, hofu na roho zinazopotea. Sasa mijusi huwa ni kama viumbe wa mpito wanaokuja ndani ya nyumba na huwa wana uwezo wa kuhisi mabadiliko ya nishati zaidi ya sisi binadamu. Kwa hiyo wanajua pale nyumba inapojaa vibration za giza au nuru. Kama ukiona mijusi wengi wanakusanyika mahali fulani ndani ya nyumba, basi izingatie sana hiyo sehemu. Kuna uwezekano huwa ni mahali panapovuta nishati hasi kama vile chuki, woga au huzuni. Wezingatia sana nyumba ambazo zimejaa mijusi, fuatilia hali ya hewa ndani ya hiyo nyumba, watu wanaishi vipi kiroho. Mijusi huwa inavutiwa sana na vibration za baridi, na hizo vibration za baridi mara nyingi huwa ni zile negative energy. Universe huwa ina tabia moja, inazungumza na wewe kila siku, lakini wewe unapuuzia. Huwa inatumia ndoto inatumia sauti, inatumia viumbe wadogo kama vile mijusi kukutahadharisha, lakini watu huwa hawatilii maanani, wanachukulia poa na wanaishi kwa mazoea. Hii mijusi tunayojua ni viumbe vya kawaida kabisa, na watu wanaishi navyo na wanaona ni poa tu, maisha yanaendelea. Lakini naomba nikuambie kitu, kila unapoiona mijusi, si kwamba imekuja kwa bahati nasibu huwa kuna kitu fulani universe inakuambia, lakini wewe unapuuza. Sasa naomba nikuelezee ishara mbalimbali mbali ambazo universe huwa inatumia mijusi kukuonesha. Ishara ya kwanza, ukiona mjusi anakatiza ya mbele yako ghafla, hasa ukiwa na mawazo mazito yani kuna kitu fulani kinakusumbua kichwani, alafu ghafla unaona mjusi amepita hapo. Universe inakuambia kwamba kuna kitu unakifikiria vibaya, Acha kabla hakijakuletea giza. Inawezekana kichwa chako kimejaa mawazo mabaya, mawazo ya giza. Sasa universe inakuambia achana na hayo mawazo. Na ukiona mjusi anakuangalia muda mrefu bila kutikisika, hiyo ni universe inakuonya kwamba kuna mtu anaficha chuki au wivu dhidi yako, kwa hiyo kuwa makini. Na kama ukiona mjusi ghafla anajitokeza ndani ya chumba chako na hasa inakuwa ni kwenye kona fulani yenye giza giza, yaani umekaa huna ili wala lile. Ghafla unaona mjusi anachomoza, anatambaa kwenye pembe ya chumba chako na sehemu hiyo inakagizagiza fulani, hiyo ni ishara ya negative energy inayotaka kuondoka lakini bado imekwama, kwa sababu ya hofu zako na mambo yako unayoyafanya. Inawezekana tabia zako na matendo yako ndiyo yanayosababisha negative energy haiondoki ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo huyo mjusi hapo yupo kukutaarifu, yupo kukupa ishara kwamba kuna kitu kibaya kinaendelea ndani ya nyumba yako, lakini wewe ndiyo sababu unayezuia hiyo energy isiondoke. Lakini tukija katika upande mwingine mijusi inaweza kubeba energy mbaya kutoka katika ulimwengu wa kiroho na kuileta au kuiondoa katika nyumba yako. Kwa hiyo basi, wakati mwingine hii mijusi tunayoiona huwa si wadudu wa kawaida. Yaani, kuna baadhi ya nyakati hii mijusi inakuwa sio viumbe vya kawaida, bali ni vibebeo vya ujumbe fulani kutoka kwa universe. Hivi ulishawahi kuona mjusi anaingia ndani ya nyumba lakini anakuwa na tabia zisizokuwa za kawaida. Yaani anafanya matendo ambayo mtu ukiangalia hivi unatishika, una unaogopa, unapata una maswali kwamba huyu ni mjusi au ni kiumbe kingine? Sasa ukiona huyo mjusi ana matabia ya ajabu ajabu tambue kwamba ameingia ndani akiwa na nishati mbaya kutoka nje. Na pia mijusi inaweza kutawala ndani ya nyumba yako baada ya kumkaribisha mtu ambaye ana negative energy au wewe, baada ya kubeba negative energy na kuziingiza ndani ya nyumba yako. Hapa bado somo la wageni linaendelea. Chunga sana wageni unaowakaribisha nyumbani kwako. Sio kila mtu anastahili kuingia ndani ya nyumba yako na pia mijusi kama ipo mingi ndani ya nyumba yako inaweza ikawa ni ishara kutoka kwa universe kwamba ndani kwako hakuna uwiano wa energy. Kuna energy mbaya pamoja na energy nzuri zimetawala, kwa hiyo kunakuwa na mvurugiko wa energy, yaani kunakuwa hakuna utulivu. Sasa ile mijusi ile inakuja kama ishara kutoka kwa universe, na hasa kinachowavutia ndani ya nyumba yako ni hiyo negative energy, yaani unapoona mijusi wamezidi ndani ya nyumba yako tambua kwamba kuna energy ambayo haifai ipo hapo. Sasa mpaka hapa inawezekana ukawa unajiuliza kwamba, je, nitajuaje kama huyu mjusi ninayemwona ndani ya nyumba yangu ni wa kawaida au ni ujumbe wa kiroho kutoka kwa universe? Naomba ja unisikilize kwa makini sana. Zipo dalili ambazo ukiziona tu, yani unajua kabisa kwamba huyu mjusi ana ujumbe wa kiroho au huyu mjusi sio mjusi wa kawaida, amebeba energy fulani ya kiroho. Naomba nitegee sikio lako kwa makini. Dalili ya kwanza, mara tu unapomwona huyo mjusi, unakuwa unahisi baridi ya ghafla au woga bila sababu ya msingi. Ushawahi kumwona mjusi amekatiza ndani ya chumba chako, alafu ulivyomuona tu, mwili wako unapata baridi au unasisimka, alafu unajisikia unapata woga Ukiuliza unaogopa nini, hujui, lakini tu unapata hofu kubwa sana. Sasa hiyo ni ishara mojawapo, hiyo ni dalili kuwa frequency yako inakuwa imeguswa na kitu kisichokuwa cha kawaida. Na wengi huwa wanatafsiri ni uoga, lakini actually sio uoga. Ukiona mwili wako unasisimka, unapata msisimko sio wa kawaida, huo sio uoga, bali ni frequency zako zimekutana na kitu kisichokuwa cha kawaida. Kwa hiyo hutakiwi kupuuza hata kidogo. Dalili ya pili, utaona huyo mjusi anatokea mara kwa mara sehemu moja tu, yaani kila siku huyo mjusi unamwona sehemu moja tu na anakaa hapo hapo. Hiyo siyo ishara ya kawaida. Kwa hiyo kama kila siku utakuwa unamwona sehemu hiyo hiyo, inawezekana ni ukutani, juu ya kitanda chako, jikoni au dirishani, basi tambua kwamba hiyo sehemu ina vibration inayopokea ujumbe wa universe. Dalili nyingine inayoonyesha kwamba huyo mjusi sio mjusi wa kawaida, huwa anatokea baada ya wewe kufanya maombi au kufanya meditation fulani au ku kutamka maneno yenye nguvu. Sasa hapo universe inajaribu kukuonyesha kwamba giza linapinga mwanga unaokuja huko ndani kwako kumetawaliwa na negative energy. Sasa wewe unataka kuleta mwanga au positive energy. Sasa ile mijusi inapojitokeza baada ya wewe kutaka kuamka kiroho au kutaka kufanya maombi fulani kwa imani yako, hiyo mijusi inapoonekana, ni kama vile inapingana na wewe, inapingana na hizo nguvu unazotaka kuzileta. siku zote huwa mwanga hauwezi kuchanganyika na giza. Kwa hiyo, hiyo mijusi unayoiona baada ya wewe kutaka kuchukua hatua fulani ya kiroho, jua kwamba sio mijusi ya kawaida, na hapo uliposhikilia, endelea kushikilia hivyo hivyo, endelea kukaza. Hiyo ni ishara ya kwamba hiyo energy unayoiproduce hapo, hiyo positive energy tayari inaanza kuonyesha impact. Dalili nyingine ni baada ya tu ya kumwona mjusi unaanza kupata ndoto nzito au unahisi unapata usingizi wa ajabu usingizi wa mang'amng'am. Hapa universe inakuwa inakutuma kwa kupitia gateway ya ndoto, inakuonyesha ishara kwa kupitia ndoto. Yani baada ya tuwe kuiona mijusi ndani ya chumba chako, Unaanza kupata ndoto za kutisha ndoto mbaya mbaya. Hiyo ni ishara ya kwamba hiyo mijusi sio mijusi ya kawaida, na kwa kupitia hizo ndoto utakazoziota, universe inaweza ikakuonyesha wazi wazi nini kinaendelea katika maisha yako, na ndio maana huwa nawaambia usipuuzie ndoto unazoziota. Mara nyingi huwa tunaoneshwa ishara nyingi sana kwa kupitia ndoto, lakini watu tunazipuuzia ndoto, tunaona kama ni kitu cha kawaida. My dear, usipuuzie ndoto sasa basi, unaweza kuwa unajiuliza nini natakiwa kufanya ninapoiona mijusi ndani ya nyumba yangu. Kitu cha kwanza usiogope, tulia, elewa ujumbe unaoletewa na universe. Hofu huwa inashusha vibration ndani ya miili yetu, na mara nyingi hii silaha ndio huwa wanaitumia wachawi. Mchawi kitu cha kwanza anakutisha anajua tu ukishaogopa tayari vibration ndani ya mwili wako zinashuka, kwa hiyo inakuwa ni rahisi yeye kukutaka kwa hiyo, kitu cha kwanza usiogope, relax na tulia, iulize universe kimya kimya, je, ni ujumbe gani unaletwa kwa kupitia viumbe hivi? Ukikaa kimya na majibu huwa yanakuja kwa kupitia hisia au ndoto au intuition yako ya ndani, yani machare yako yanaweza akakwambia kwamba hapa kuna kitu fulani kinaendelea. Jambo la pili unalotakiwa kufanya ni kusafisha nyumba yako kiroho. Unaweza kutumia mwanga wa mshumaa mweupe, harufu nzuri ya ubani, au hata maji ya chumvi au chumvi ya mawe yenyewe. Usafishaji huu kwa kutumia mshumaa au chumvi ya mawe huwa unaondoa frequency mbaya zinazowavuta mijusi kuja ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo ndani ya nyumba yako pendelea kuwasha mshumaa mweupe huku ukifanya meditation na pia unaposafisha nyumba yako tumia maji ambayo umeweka chumvi ya mawe, na pia katika mlango wako wa kuingilia weka chumvi ya mawe, ikiwezekana pia hata katika pembe za chumba chako weka chumvi ya mawe. Nyumba yako itakuwa salama na positive energy itatawala. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kuongea na nyumba yako unaweza ukawa na shangaa naongeaje na nyumba lakini unatakiwa uwe unaongea na nyumba yako, itamkie maneno yenye nguvu. Nyumba yako, nyumba yako huwa ina roho yake. Kila nyumba unayoiona hapa duniani huwa kuna energy fulani imebeba. Sasa iambie nyumba yako, ninahitaji mwanga, sio hofu na universe huwa inasikia vibration ya maneno yako, na yale maneno yako huwa yanaishi ndani ya nyumba hiyo. Kwa hiyo mara kwa mara unapohisi kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ndani ya nyumba yako, tamka maneno yenye nguvu, tamka maneno positive, usikiri udhaifu au usitamke maneno ya kutisha juu ya nyumba yako. Nyumba yako itamkie baraka, inenee mambo mazuri, na hata unapoongea na watu ukiwa ndani ya nyumba yako, pendelee yani mwe mnapendelea kutumia maneno mazuri, sio kutukanana kutamkiana laana kutamkiana maneno ya hofu ya kutishana. Hayo maneno ndio yanaleta negative energy, inatawala ndani ya nyumba. Kumbuka kwamba maneno huwa yanaumba, kama jinsi ambavyo unaweza kumlaani mtu na hiyo laana kweli ikatokea, vivyo hivyo unaweza kutumia hayo maneno kubariki na kusambaza positive energy ndani ya nyumba yako. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kuepuka hasira na huzuni ndani ya nyumba. Hizi hisia hasi watu wanazokuwa nazo yani wivu, chuki, huzuni, hasira ndizo zinazoleta negative energy, na hapo ndipo mijusi inatawala ndani ya nyumba yako. Kama ukiamua kubadilika ukaleta amani na furaha ndani ya nyumba, mijusi ya kanyagi na iliyopo yote itaondoka. Kama huamini Anza kufanya mabadiliko leo hii, badilika na wabadilisha watu wanaokaa ndani ya nyumba yako, utaona jinsi ambavyo energy inabadilika, na utaona jinsi ambavyo hivi viumbe vinapotea vyenyewe. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo, nilikuwa siamini hiki kitu lakini baada ya kufanya mabadiliko ndani ya nyumba yangu na pia nikawabadilisha watu wanaokaa ndani ya nyumba yangu, i isa sijawahi kumwona mjusi yoyote ndani ya nyumba. Kwa hiyo hakikisha mnaishi kwa furaha, kwa amani, mnaelewana na kila mtu ndani ya nyumba, na kama unaishi na mtu ambaye kila siku hamwelewani au ni, ni mtu ambaye anapenda kuanzisha ugomvi, ni vyema ukaachana naye kabisa ili maisha yako yawe mazuri. Halafu huwa kuna mijusi inaonekana katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kwa mfano Unaweza kuona mijusi inaonekana usiku tu au mingine huwa inaonekana inapita kwenye ukuta, kana kwamba ni kivuli, yaani unaona tu kivuli cha mjusi, lakini mjusi halisi humuoni. Na pia baadhi yao huwa inaonekana mara tu unapowaza jambo baya, yaani ukifikiria tu kitu kibaya, huyo mjusi ndo anaonekana. Sasa, hiyo ni ishara kwamba mijusi hiyo haipo katika mwili wa kawaida bali katika dimensional frequency tofauti, yaani wanakuwa wako kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Wakati mwingine wanapokuangalia kimya kimya, wewe ukiwa umelala hapo, inakuwa sio macho yao tu yanayokutazama, bali ni roho za nyuma ya pazia zinaona kwa kupitia macho yao. Na kila unapomuua mjusi bila sababu, universe inachukua kumbukumbu kumbu hiyo yaani inaweka hilo tendo katika kumbukumbu kumbu. Kwa sababu sio kila mjusi ni kiumbe wa damu na nyama. Baadhi yao huwa ni vibebeo vya roho za karmic Observers. Na ndio maana huwa ninashauri sio kila mjusi anapaswa kuuawa, na kuna mijusi ambayo haionekani mchana, lakini unapozima taa ndo inajitokeza. Sasa hiyo siyo kawaida. Hiyo ni nishati ya giza inayochukua umbo Yaani huyo mjusi anakuwa ni kama kibebeo tu, lakini ndani yake kuna roho fulani imebebwa. Na pia kama ukisikia sauti kama kuna kitu kinadondoka ukutani usiku au vishindo fulani unasikia tu ki ki, yaani ni vishindo ambavyo sio vya kawaida, halafu ukiangalia huku na huko huoni kitu chochote, hiyo mara nyingi sio bahati mbaya, ni ishara kwamba roho inajaribu kuvuka kupitia mlango wa nishati uliyofunguka. Mara nyingi nyumba zinazosikia hivi vishindo huwa ni zile nyumba zinazotawaliwa na mijusi mingi. Kwa hiyo unaposikia hivyo vishindo usichukulie poa hata siku moja, hicho sio kitu cha kawaida. Na pia ipo mijusi ambayo macho yake huwa yanaangaza zaidi pale mtu akiwa na woga. Yaani wewe ukiogopa tu, basi na mjusi naye anatoa jicho lake, yani kama lote. Sasa hapo ndipo utambue kwamba hawa viumbe huwa wanaishi kwa nguvu ya hofu. Kadiri unavyogopa zaidi ndivyo wanavyokuwa imara. Kwa hiyo ondoa hofu, epuka sana kuwa na hofu ndani yako. Kadiri unavyokuwa na hofu ndivyo unavyokaribisha negative energy, na ndivyo hivi viumbe vinazidi kukutawala na pia wakati mwingine hii mijusi huwa haiji kwa ubaya, bali inakuja kwa nia ya kuonya kuwa kuna mtu karibu yako mwenye vibration ya giza. Kuna mtu ana nguvu mbaya, anakuja kwako. Kwa mfano, mtu anayekuonea wivu, mtu anayekufikiria vibaya, au mtu ambaye anataka kukutumia energy mbaya. Na hii nilishawahi kufundisha kama kuna mgeni unamtarajia anataka kuja nyumbani kwako na ukaona mjusi anafanya vitu visivyokuwa vya kawaida, basi tambua kwamba huyo mgeni anayekuja amebeba energy ambayo sio nzuri kwako. Kwa hiyo kuwa makini. Na pia kama ukiona mjusi anatoweka ghafla, yaani ukimwangalia tu, ukageuka, ukirudi tena huku humwoni, sasa usidhani kwamba amekimbia kuna baadhi ya mijusi huwa hawakimbii bali wanabadilisha dimension, yani wanabadilisha yale maumbo yao, yaani machoni kwako wewe unakuwa humwoni, lakini yule mjusi kiuhalisia bado yupo pale. Kwa hiyo basi naomba hili uliweke akilini mwako. Universe haijawahi kufanya mchezo hata siku moja. Kila kiumbe unachokiona huwa kina maana fulani. Usipuuze ishara ya mjusi nyumbani kwako, wengine sio wa dunia hii. Kumbuka kwamba hii video haijaja kwako kwa bahati mbaya. Kuna kitu universe inataka ukipate, na huu ndio ujumbe wako wa leo. Tafadhali sana ufanyie kazi na ninakuomba share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado huja subscribe channel hii, hakikisha una subscribe ili video nyingine zinazofuata zisikupite. Asante sana.